Ewe mja wa Allah, jina hili tukufu linahusiana na matokeo ya matendo yako. Jina hilo ni Ar-Rahim. Maana yake ni mwenye kurehemu daima, anayekujaalia mwisho mwema na rehema za kudumu. Rehema za Ar-Rahim zimefunguliwa kwa waja wanaotenda mema. Usikate tamaa na matendo yako. Kila jema lina thawabu. Kimbilia rehema hizi za kudumu. Ya Rahim. Ya Rahim. Ya Rahim. Ya Rahim. Ya Rahim. Na sasa shikamana na faida hii adhimu. Ukilitaja jina hili la Ya Rahim mara mia moja kila baada ya swala ya alfajiri, Allah atakujaalia hali ya upendo na urahisi katika biashara na mambo yako yote, na atakuepusha na misukosuko. Bila shaka yeye ndiye mwenye kurehemu. Muite kwa moyo mnyenyekevu, fanya dhikiri hii leo na uone urahisi wake.